Unajua chanzo cha ndugu yangu kuwa chini, usiche kijua ni sawasawa, ni usiku wa kiza. Hivyo basi punguza shoko, sitaki mazoea na wewe. Nilikuambia vizuri, ukiniona unione kama kituo cha polisi, yaani pita kushoto nipite kulia. Hauwezi nifanya chochote. Una bahati sana, nilikuwa na haraka, la sivyo kile ningekufanya sasa hivi. Haungependa. Nakushauri usiende barini, la sivyo kitakaje kukuta hautapendi nyonyonyoyonyononyo nyo, nyo, nyo. Kama basi wewe ni mshauri, nenda kafungue shirika la misaada lakini sio kwangu hapa. Nisikilize nikwambie, kama hauko kitu cha maana cha kuongea, ni bora ungeniacha niondoke. Hebu nipishe. Sikia sasa, nikuambie sitaki maushauri zako. Nilikuambia siku nyingine tukikutana mimi na wewe ndakuzaba makofi na vile tu. Kwa sasa hivi nilikuwa naelekea baharini, kwa sababu nataka nimsaidie ndugu yangu. Ndugu yangu ako kwenye matatizo, nataka nimsaidie. Hivyo basi uko na bahati sana, ila hivyo wakati mwingine ukijaribu kunisimamisha, kwa makini sana na mimi dawa yake iko jikoni inachemka kufanya hivyo, jaribu tena ah! Eti nini? Kwa hivyo unajitahidi kwangu? Sasa basi, ngoje nikuonyeshe. Hmm? si unajifanya wewe ndio uko na nguvu, jaribu tena. <gulia> Mmewezaje kufanya hivyo? Siku zote mmeishi mkinifahamia lakini, sasa nimejipanga kusikiliza <tot> cha usiku huu. Moto uliowasha kamwe hauwezi kuzima. Sasa basi, wewe pamoja na huyo mkuu wako mkome kunifuatilia, la sivyo, nitawakomesha <coughs> Kwa hivyo unajaribu kupishana na sisi? Kumbuka mimi si wa zamani tena, kwa sasa nimechipanga nisikilize cha usiku. Usiaingilie mambo ambayo haikuhusu kia, nikwambie, hata uwe mkali kivipi hauwezi pima nguvu za umeme kwa ulimi. Kerere ya kusaidia watu itakuponza. Mimi ndio cha usiku, ngoja niende nijipange. Hapo unachidanganya kwa sababu hakuna kitakachobadilika mimi. <tune> <Dini> ndio cha usiku <tune> <tune> Kijana vipi, kijana? Habari yako? Mzuri sana. Labda ya kwako. Niweza pata wapi maji ya kunywa? mi ni mgeni. Mgeni hapa mm, kwa hiyo wewe ni mgeni? mi ni mgeni hapa kwa naulizia, ni wapi naweza pata maji ya kunywa? Sawa mzee wangu, ondoa wa shaka kwa hilo, mimi najua mahali ambapo wanachota maji, usijali kuhusu hilo kwa sababu nyumbani kwangu ni mbali sana. Sawa, mimi sina shida, unaweza nielekeza tu. Mimi nitakusindikiza kule mtoni ili ukakunywe maji, kwa sababu mimi hapa nyumbani ni mbali sana na ukiangalia pia na muda masani ya jioni, kwa sababu tukisema tuende mpaka nyumbani tutafika kule usiku. Unaonekana wewe ni kijana mwenye heshima sana, mzee wangu. Unaonekana wewe ni mzee wa busara sana. Asante sana, mzee wangu, asante kwa kunisifia. Pia nimetembea sana kwenye hiki kijiji, ila sijapata maji popote. Ni vigumu sana mtu mgeni kufahamu, ni vigumu, sio makosa yako kwa sababu kiangalia pia mahali ambapo kuna kisima kimejificha sana na ukiwa mgeni hauwezi kujua, labda kama ni mwenyeji ndipo utajua mahali ambapo wanachota maji. Ila nikuulize mwanangu, wewe unaitwa nani? Majina yangu mimi naitwa Kakablewa na naishi mtaa wa pili pale juu, mimi na ndugu yangu mmoja ambaye anaitwa JB na kwa sasa ndugu yangu ako kwenye matatizo makubwa sana, ako kwenye hali ngumu kwa sasa. Hapo uliponiona nilikuwa kwenye harakati, nilikuwa namtafutia angalau utiba akaweze kuwa sawa sawa. Mwanangu na sawa, naona muda umeenda sana, twende nikusindikize mtoni, kwa sababu mimi pia nilikuwa nakatisha sana safari yangu. Tangulia ni sawa, tuondoke. Jaribu kumufahamia cha usiku lakini alinishindwa. Mimi nilikwambia tangu mwanzo ya kwamba cha usiku ana nguvu sana na nilijua ya kwamba utashindwa. Ile nyumba yake inaonekana imesingirwa na nguvu mingi sana, mpaka nilishindwa kumufikia. Ulitakiwa kunisikiliza mimi, ila wewe ulikuwa na haraka sana mkuu. spendi mtu akiingilia mpango wetu, wakati mimi niko e usiku kuingilia mpango wetu, hiyo jambo ilinikera sana. Nazira, Nazira, hii nafasi inafaa tusiipoteze, na tukiipoteza itatugharimu sana. Hivyo basi haifai ufanye chochote mpaka nikupe masharti. Sawa, mkuu.